Tumefika sentro wakakunja, wakaingia barabara ya mwendo kasi, tumekwenda mpaka eh, Kisutu, wakaoda ving'ora vyote vya magari tulivyokuwa navyo vizimwe. Tukashika hiyo barabara ya kuja kama tunakuja, tuna Jangwani, tukapita kwenye mwendo kasi, nikajua labda wanatupeleka Mburahati. Tumefika eh, Magomeni hapo wakakunja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 Hili la kukamatwa mimi ni sehemu ya vitisho vya kutuzuia kufanya kazi zetu, lakini lazima tufanye kazi zetu.